Kuweni na utaratibu mzuri wa ukusanyaji wa mapato ili kuepusha mivutano na wafanyabiashara kwenye kukusanya mapato kule. Mfanyabiashara ukiongea naye vizuri, compliance inakuwa kubwa kweli kweli, anajisikia ana wajibu wa kulipa kodi. Mkienda na manguvu na matusi na kunyang'anyana na yeye, anatafuta njia za kukukimbia, ndio hizo risiti feki sijui nini. Atazungumza na watu wenu momo watengeneze mnyororo wa pembeni, alipe chache chache, abaki nazo na wakusanyaji wa pembeni wapate kidogo. Sasa urafiki na wafanya biashara, bila biashara hakuna maendeleo. Tunaendelea kwa sababu biashara inatulipa, uwekezaji unatulipa, kodi zinalipwa, zinakusanywa, zinatumika vyema, ndo hayo maendeleo mnayoyaona. Ingekuwa kwa serikali kuu tunakusanya na kuzila kuzipiga mdomo, wala tusingeleta kule zikaja zikafanya maendeleo ya watu, zingeletwa chache mno ambazo zisingeweza kufanya kitu. Lakini leo tunasimama kwa fahari kusema tumefanya, tumefanya, tumefanya, kwa sababu fedha inakusanywa na inatumika vizuri. Sasa na nyie, katika ngazi zenu, kafanyeni hayo.